Tena tena, fa naomba simu yangu. Sijasahau. Naomba unipe simu yangu. Sasa hivi nataka simu yangu hapa. Hivi unajua hilo sipo kwa masiala, yani hilo sipo kwa masiara kabisa. Naomba simu yangu, nimeshakuvumilia, naomba simu yangu. Mazingira ya tambo lako, mimi nakupenda namna gani? Vipi mimi nimekuelewa. Sema wewe unajua namna gani? Vipi nataka kukushiria. Mona hapa kule shaba hapa ule nyoya namna gani? Bibi, ni nisikuone katika utawala wetu, utawala wa machizi, utawala wa milembo siu. Unaelewa wewe, hauna mlia ya kulamisha mimi hapa. Niondoke simu yangu utatoa, na hapa siondoke. <laughs> Sa tutaona kati ya mimi na nani, kiboni nani katuni.

Hebu usinikanyage mu mm. Yana simu lazima utoe, we chizi nini? Simu utatoa simu ya kwako, kwa naigagania